Anaendelea Mheshimiwa Lissu. Kifungu cha 282 cha CPA amekisoma katuga hapa kwamba mahakama inaweza kuregulate taratibu zake wakati wa kutekeleza wajibu wake wa jinai. Msifunge sana hizi kanuni, maana mnaweza kuregulate procedure zenu. Sasa kifungu cha 282 sio kichaka cha kujificha ili kukiuka sheria na taratibu zilizowekwa wazi. Utaratibu wa kulinda mashahidi umewekwa wazi kifungu cha 194 cha CPA na kanuni za ulinzi wa mashahidi. Huu mwaliko wa kwamba muache sheria inasemaje, mtafute busara zenu, na washauri, msikubali huu mwaliko wa Katuga wa kudharau sheria. Wakili wa, wa serikali anasema haki itatendeka tu hata kama shahidi haonekani. Sheria inasema amri yoyote ya kulinda mashahidi haipaswi kuathiri haki ya kusikilizwa kwa shahidi ambaye wao wanamfahamu, mimi simfahamu. Wao wanamfahamu jina na taarifa zote, mimi simfahamu na usawa hapo, mahakama itaeleza hatua za kulinda mashahidi kwa usawa pande zote. Hiki wanachoomba kinakiuka kanuni ya sita kifungu kidogo cha pili ya kanuni za kuficha mashahidi. Waheshimiwa majaji, yote niliyosema nimeyazungumza kwa kulinganisha na katiba ya Tanzania na sheria za Afrika na dunia kote. Nilieleza kwa kina namna sheria zote za kimataifa zimezungumzia swala hili. Ila wao hawajajibu hata moja hawajajibu kwa sababu hayajibiki, waheshimiwa majaji, na hayajibiki kwa sababu ni ya kweli. Tuishie hapo. Kuhusu kanuni kutumika retrospectively, imesemwa na Katuga kwamba kanuni zote za utaratibu zinatumika retrospectively. Sasa waheshimiwa majaji, kanuni za procedure ambazo haziathiri haki za retrospective effect, kanuni za procedure zinapoathiri haki haziwezi kutumika retrospective Angalieni ukurasa wa kumi na moja na kumi na mbili wa hukumu aliyolenga Katuga inasema if the registration affect substantive right, it should not operate retrospective. sasa hapa tunajadili right to be heard, na kanuni hizi mshtakiwa hawezi kumjua shahidi kuanzia majina na vingine, kanuni hizi zina affect substantive right. Kanuni zinakiuka haki zangu za kikatiba Hatuwezi kuziacha hivi zilivyo zikatumika. Kama wao wanaona ni jambo dogo, wamlete shahidi wao hadharani hapa, tumenyane na wao, waone hizi kanuni zenu mlitunga kwa ajili yangu, na matakwa ya sheria yanakataa. Sio mnamkamata mtu, mnamfungulia kesi, alafu baadaye ndio mnaenda kutunga kanuni kwamba tumtungie sheria gani. Wamepitisha hizo sheria zao ili waje kunishtaki nazo. Hilo haliwezekani kabisa. Huyu Katuga anapenda sana kusema mimi naitishia mahakama. Labda ajui nashtakiwa kwa kosa gani? kujitetea kwa nguvu zangu zote, itakuwaje if I don't defend myself to the best of my ability? Itakuaje nisipoibua yote haya? consequence ni adhabu ya kifo. Maisha ni matamu, I'm not led yet to die. Kama kuna la kusema, nitasema. Nitatishaje majaji wa mahakama kuu? Niko gerezani miezi kumi, ila ninachotaka majaji myatimize mambo haya, kwa kuangalia uzito wa kesi hii, naomba kumaliza fatayo, kwa kusema yafuatayo kwamba ile kesi ya mahakama kuu iliyokuwa mbele ya jaji Mkwizu, mtajiridhisha wenyewe mtakaposoma hiyo kesi. Mtaona kwamba hiyo kesi, hiyo kesi haikuwa inahusu uhalali wa hizi kanuni, haikuwa inahusu uhalali wa mashahidi kutoa ushahidi wa kificho. In fact, ilishia kwenye PO pingamizi la awali, jaji hakutaka kusikiliza. Sasa imeletwa hapa ili iweje? haina uhusiano wote na constitutionality ya kanuni na swala la shahidi kutoa ushahidi. Wameleta hapa ili muone kuwa walishinda hiyo kesi. Hawana kingine cha maana, in fact ilikuwa ni kesi ya cyber crime, na sio kesi hii ya uhaini. Naomba mtafakari hoja zangu na mkubali shahidi asiruhusiwe kutoa ushahidi kwenye hilo box kwa sababu zote kwa sababu zote ambazo nimezielezea. Nataka majaji mmuone shahidi na mimi ambaye wanasema ni muhaini, nataka nimuone ni mhoji ni na nijibu